Mama Hadija Kopa mama wa Zuchu jamani mama watu kupendeza wewe kila siku kwenye red carpet mamaangu Siri ni nini? Na uzuri unachangia Uzuri unachangia? jamani jamani mwaka huu mamangu umekuwa mkubwa sana kwako. Eh? Kwa nini? Matukio tu mbalimbali yeah? Eh? Matukio tu mbalimbali tumeaona mwaka huu Yep. Mbalimbali tu. Sasa nenda kwa mtoto wako Zuchu na Diamond Inshallah. Asante. Tuzungumze tu kwa ufupi mamangu kuhusiana na tuzo za Zikomo lakini pia upekee wako katika tasnia hii nzima na heshima ambayo umetengeneza nchi ya Tanzania. Upekee wangu vipi? Okay, katika taarabu wewe unavyozungumza matukio yale makubwa tunakuona huko mpaka na viongozi mamangu, siri ni nini? Ah, kujituma tu na kujiamini basi ndio muhimu, siri yangu ndio hiyo. Okay. Unaonekana ni mtu wa kuswali sana wewe. Yeah. Namwomba Mwenyezi Mungu sana. Vitu ambavyo nilikuwa nataka kusikia kutoka kwako ni tukio hili la Diamond kumuoa Zuchu kwa kupitia ibada, wewe kama mama unajisikiaje? Lakini pia una nini cha kuambia wengine ambao wanakutazama hapa? Najisikia vizuri kwa sababu kitu muhimu ni kuoana, sio kukaa kuzini, si? Kwa hiyo kuoana ni kitu muhimu, mambo ya sherehe nini, wote upuuzi, muhimu ndoa, kwa najisikia vizuri. Okay. Wengi wanajiuliza kwamba imefanyika vile lakini tu, kwa nini haijafanyika sherehe kwa sababu ya ukubwa wa husika, lakini pia ukubwa wa mama mkwe, labda pengine tungetarajia kuona sherehe kubwa na kimataifa sana kama Baba Levo walivyosema kwamba ngamia zaidi ya ishirini zitachinjwa, hatujaona mpaka sasa hivi. Labda kama mzazi una nini cha kuzungumza, lakini pia kuna mkakati gani ambao unaendelea? Sina chochote, kitu cha kawaida tu, wana uamuzi wao, wakiamua kufanya watafanya, akufanya haishughulishi kitu, kwa sababu hainisaidii chochote Me, labda kuna namna fani ujabariki kilichofanyika? Hapana, imebariki ndio, ndo muhimu. Mambo mengine ya sherehe hayanishughulishi ha, si mtu wa masherehe. Okay. So baada ya tukio lile, labda na ushawahi kukaa na Damu na Zuchu, labda mkazungumza chochote, nini kinaendelea labda au hakuna kesi yoyote ambazo zinaibuka hapa na pale, kwa sababu so, ni mzazi na pia unaheshimika kama mama mlezi. Kesi ya nini? Wao wenyewe, watu wazima, wanapendana kesi yao inaishia wow. Yeah. kwao watu wazima wanapendana na wanajiwana, kila mtu anamjua mwenzio, kesi zao zinaishia kwa wenyewe. Metangazwa dada, sikusikiliza eh eh, hongera, by the way. Asante sawa. Tuzo za Zikomo ni mara ya kwanza leo kufanyika Dar es Salaam Tanzania 2025, zina mchango gani hasa kwenye muziki wako na kariera yako? Unajua tunzo sio kwa muziki wangu. Tunzo ukipata unapata moyo zaidi, sio lolote sio chochote. Mtu anahisi lolote sio chochote, lakini kupata tunzo ni kuyu mpa mtu moyo, anazidi kuenda mbele zaidi, anajua kama watu wananithamini, anajua kama watu wanantizama. Kupata na kukosa kitu cha kawaida, lakini lakini kutajwa tu kwenye ile tuzo pia ni shukrani. Moja ndio tumeona dancer wa Zuchu leo pia ameweza kupata tuzo, unajisikiaje sasa? Vizuri, mtoto ukachipukizia juzi, leo kapata tuzo, atazidi kupata nani, nguvu zaidi ya kufanya kazi zaidi lakini kwa umri wako na uko mavuno wako muziki na kwenye sanaa kwa ujumla, watu wamekaa hapa chini pale. kabla hujaitwa jina lako, ulikuwa na hofu kwamba uende na mimi nikaitwa ule? Ah, nilikuwa sina. Kwanza nilikuwa sijiamini. Nisema hao watu walio waliofanya hizo tunzo walikuwa nani? Sisitiza sana kuja, uje usikose. Yeah. Nilikuwa niko yes. Mombasa wamenitumia ma message na wakanipigia simu, usikose. Alafu anania mwanangu katibu wa chama data ndio aliniambia mama, usikose usiniangushe. Nikamwambia nitakuja, nitakuja kuja kuwa support lakini sikujua kama ni, nitashinda au vipi, ila niliona picha yangu kama imepostiwa kama watu wanitilie kura, lakini mimi mwenyewe hata nilikuwa sipo, niko Kenya, nilikuwa kwa watu wamefiwa, nikaenda kuhana. Sawa, lakini bahati imepata. Oh, sawa, leo tumekuona na tuzo jumla. Kwenye maisha yako ya muziki umetimiza tuzo ngapi? Leo hata sijui ya, ya ngapi, manake kwa kusema kweli mimi nyumbani kwangu si wa si watu wazuri wa kuhifadhi mambo ya tunzo. Nimeanza kupata tunzo muda mrefu, tangu enzi za mashindano ya BBC. Watu walikuwa wanashindanisha nyimbo kwenye BBC na Tanzania. Nilishawahi hmm, kupata tunzo kama tatu hmm, za BBC pamoja na Tanzania, ilikuwa ni Radio 1, alafu ni hizi za kawaida za music award za za kili, nishapata tunzo kama nne hmm, uh, na tunzo nyingine nimepata tunzo ile anatoa Mona Lisa. Nimepata tuzo ya malkia wa nguvu. Nimepata tuzo juzi juzi ya sijui kiongozi, si mwanamke kiongozi, sijui mm. i -nyi nyingi, na nishapata mwanamke wa shoka yeah. kwa hiyo ninazo, si haba. Unahisi hizo tuzo zote unazozipata zinakustahili? Nastahili kama mwanamke wa shoka, na mimi mwanamke wa shoka. Mwanamke wa nguvu, na mimi mwanamke wa nguvu. Nafanya kazi vizuri na watu wananipenda, kwa hiyo nastahili, na sio mimi peke yangu tena, hata na wanapata wanastahili. Kwa hiyo hata nikikosa, maadamu nimetajwa, pia nastahili pia. Maana yake kutajwa tu peke yake ni ushindi, sio lazima upate tuzo. Kutajwa ile kwenye kategori ni ushindi peke yake. Mmoja kati ya kitu ambacho nilikinoti kwako mara baada ya kuweza kupata tuzo ulicheza kidogo hivi. Swali so la msingi, tuzo hii una dedicate una dedicate kwa nani? Uh, kwanza kwa watoto wangu wananisapoti. Mm. E, kwa vijana nani, watu wote wa Tanzania wananisapoti lakini kwa uh, Captain Komba aliyenitoa kwetu Tanzania mm, pamoja na Mo Moses Mlawi akamwambia Captain Komba akanitoa kwetu Tanzania akanileta hapa pamoja na kikundi changu cha Tanzania One Theater walionipromote nikajulikana Tanzania nzima hao e, ndo watu ambao naona hii tunzo ndio inawahusu zaidi. Mama, mimi natamani ku tamani, kujua hasa uh, tunajua ni mtu maarufu, msanii wa kitambo legend, lakini pia katika uzazi wake umebarikiwa watoto wako kupata nyimbo zako akiwepo Zuchu, Suma pia ni producer, pia ni mwanao. Uh, na watu wengine yani, watoto wengi si asilimia kubwa wanafanya kitu. Muhammad mwimbaji mzuri ah, naye hajapata tu bahati ile ya kuonekana sana mm -hmm. Hebu natamani utuambie leo watoto wako uzako, wangapi wamefuata nyimbo zako wanafanya? Watoto wangu wote mimi ni waimbaji wote wanne aomar oh, Kopa hakuna som jua Suma alikuwa mwimbaji lakini sasa hivi kaacha yeah. Akawa producer na anaimba nyimbo za kasida mm -hmm. Alafu na mwanangu mwingine Muhammad ni mwimbaji mzuri lakini yeye hakupata bahati ya nyota yake kuonekana, nikaja nikafuata mimi eh, na mjukuu wangu mtoto wa Maremo Marukopa ni mwimbaji mzuri lakini ameshughulika na mambo mambo ya biashara, lakini akisimama, unasema huyu ni mtoto wa mwimbaji. Ndio. Sawa. Mama, kuna story ambazo zilivuka zilivujishwa zilipigwa interview na my mother wa Jesse alifanyia interview mtoto wa mwanao Ah. Natumapatateka kila ambacho kilikuwa kinasemekana kupitia tmaimata mjku analalamika am tenamesi na mjikuu analalamika. Wajukuu zangu wote nimawasomesha school, na wengine wana, wanaendelea kusoma private school, nalipa mimi, na sasa hivi ananisaidia mwanangu. Wajukuu zangu alozaliwa na watoto wangu wote kwanzia mwanangu wa kwanza, wapili, watatu, labda zura hana mtoto lakini wote nawasomesha, labda alokataa kusoma. Kuna mmoja wa Kenya amekuja hapa, kakaa kidogo, karudi kwao Kenya, akakataa kusoma hapa. Mwantutuwa anasoma kwao kwa, lakini pia namshughulikia mm. marehemu Mari anaitwa Ali mm. yuko Maremo, Kenya. marehemu Mari ana watoto ngapi? na kaacha watoto wawili, na mwanangu mwingine wa kiume Ismail ana watoto watatu sasa hivi, lakini mm. wawili hao ndo wanasoma, hata mm. hawajamaliza. Mmoja yuko form 2, mmoja yuko 7, anaingia safari yes. na nasomesha private school, sio wasiwasi. Hongera sana bibi mm. alhamdulillah. Kwa hiyo angekuwa mjuku wangu nisingimtu. Ukiona hivyo, kuna sitofahamu. Hapana uhakika wa mambo yeah. Maanake uhakika wa kitu Mtu ujue kama kweli au sio. Nimeziona tu mnaziona tu lakini kufanya interview my mother, mbona mm. anafanya mengi alikuwa sio ya kweli mm. Sina muda. Ndio. sio yeye tu, wengine wote sina muda nao. kama kitu cha kweli angeniuliza mimi mwenyewe. nakwambia wajukuu zangu mimi nakaa nao mwenyewe. Nawasomesha. Nakaa nao mwenyewe. Ni watu wa Zanzibar wako hapo Dar es Salaam. mm. Nimewatoa kwa mama zao ni mwalimu. Kuna mwingine we mwalimu Amari nimemsomesha, na sasa hivi anamalizia degree mm. kaka yake wa mwisho. Upo mimi binafsi, naomba nimalize swali langu la mwisho, nikitoe kwenye swala ya tuzo kidogo. Watafanya maandamano walifanye a andawalifan mama, swali langu la mwisho, swali langu la mwisho, mimi nataka kufahamu kwamba mbuniko aliyokubunia vazi lako la leo nani? <laughs> <laughs> ingo nimenunua Kenya mashabiki na wasanii nasema kwentea kubwa ile kauli ambayo alikuwa amezungumza Diamond, alipokuwa na Ommy Dimpoz sambamba na kina Mario, kusema kwamba wananchi, fanyeni kazi. Kumbe mnataka waambiwa wakabe watu asifanye kazi, wasifanye kazi. Watanzania, kuambia ukweli, hawatupendi, awatupendi. Namtetea Diamond kwa sababu ni mao, kwani Diamond nani? Si mwanangu kama watoto wangu wengine wote. Kufanya kazi ni muhimu, tena naambia vijana, fanyeni kazi watu sasa hivi wanataka, sio mambo ya mchezo mchezo. Kutafuta hela ndo muhimu, mwanamke na mwanamme, tafuta hela kwa njia nyingine, iwe katika fikra zako wewe. Mwanangu wewe, ungekuwa hujiajiri hapo mwenyewe, wote mkaajiriwe TBC, kuna mtakao watu wangapi? Nyote nyie, nyote nyie mkaajiriwe TBC, nafasi hizo ngapi? Lakini si umesoma, si, si umejiajiri hapo mwenyewe, unataka mpaka ukajiriwe? Sijiajiri mwenyewe. Lakini mashabiki wanasema kama Diamond amekosea nini? Watu wanapiga kazi, watu wanapambana kila kukicha, yeye anasema fanyeni kazi? Ah, nipishe nimewee. Mnatafuta kunchonganisha na watu. Mama, lakini la mwisho tutaki kufanya kazi muhimu. Sema sisi hatupendi kuambia ukweli, fanyeni kazi vijana.